Naam, ni siku nyingine tena mtazamaji, tunakutana katika chaneli yetu hii ya Lupimo Kliniki kutoka Lupimo Sanitalium Kliniki. Leo nataka tuongelee tatizo la maumivu katika viungo vya mwili, nikiwa namaanisha kwamba maeneo ya magoti, maeneo ya nyonga, kiuno kwa ujumla wake, mgongo na kadhalika. Tatizo hili tunalita arthritis kitaalamu. Tunapokuwa tunaongelea arthritis, ni ugonjwa ambao unasababishwa na vitu vingi sana. Kitu cha kwanza ni umri eh. Kadili umri unavyozidi kwenda, mtu anakuwa kwenye hatari ya kupata ugonjwa huu. Namba mbili, lishe isiyo faa. Na hapa kwenye lishe tunaongelea kwamba wale ndugu zangu wanaopenda sana kutumia nyama nyekundu eh, kuta mtu asubuhi anakunywa supu, mchana anakula nyama choma, jioni nyama losti. sasa nyama sio chakula kibaya, isipokuwa unapotumia nyama kupita kiasi inakuletea shida hii ya arthritis. Kwa sababu nyama ina kiwango kingi sana cha uric acid. Sasa ile uric acid huwa ina tabia ya kwenda kujikusanya katika maungio ya mwili. Sasa inapojikusanya inasababisha hali ya kuvimba na kukupelekea kupata tatizo ambalo tunaita gauti. Sasa gauti ni aina ya arthritis, au ni aina ya changamoto ambazo zinasababisha ugonjwa huu wa arthritis. Sababu namba tatu, tunasema kwamba uzito kupita kiasi. Unapokuwa na uzito kupita kiasi, unajiweka katika hatari ya kupata magonjwa mengi. Moja kati ya changamoto ambayo unajiweka katika hatari ni ugonjwa huu wa maumivu ya viungo, kwa sababu unapokuwa na uzito kupita kiasi, unaweka shinikizo kubwa katika viungo vyako vya mwili na sehemu ya kwanza kabisa kuathirika huwa ni magoti, na ndiyo maana watu wengi wenye uzito mkubwa kitu cha kwanza ambacho huwa wanaanza kulalamika ni magoti, kwa sababu shinikizo linakuwa ni kubwa sana. Namba nne, uh, tunasema kwamba kulithi katika familia yenu. Kama baba alikuwa na changamoto hiyo ya maumivu ya magoti, vile vile watoto nao, endapo wakifuata utaratibu ule ule wa maisha, kwa maana kwamba vyakula wanavyotumia E, namna ambavyo wanashughulisha miili yao, endapo watafuata utaratibu ule ule kama wazazi, basi na wao wanaingia katika hatari ya kupata tatizo hili la arthritis. Sasa hizi ni sababu ambazo huwa zinapelekea mtu kupata tatizo hili la maumivu makali katika viungo vyake vya mwili. Vile vile unakuta vile viungo wakati mwingine vinavimba, vikivimba vinasababisha maumivu makali sana. Sasa ni mambo gani ambayo unatakiwa kuyafanya sasa unapokuwa na tatizo hili? Kwa sababu kuna ndugu zangu wananitazama hapa, tayari ni wahanga, tayari ni waathirika wa tatizo hili. Na arthritis ambazo ni common sana ni hizi mbili, gout pamoja na rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ambayo mara nyingi hii inatokana, tunasema ni autoimmune disease yaani ni magonjwa ambayo yanatokana na kinga za mwili kushambulia viungo vyake, lakini vile vile tunapokuja kwenye gauti, hapa tunakuwa tunaongelea mrundikano wa uric acid katika viungo vya mwili. Hapa naongelea maeneo ya vidole, maeneo ya magoti na sehemu zingine. Sasa hizi ndio arthritis ambazo ni common ambazo zinawapata watu wengi. Sasa vitu gani ambavyo unatakiwa kuvifanya, mtazamaji, unapokuwa na tatizo hili? Kitu cha kwanza, jitahidi ufanye mazoezi mepesi. Usifanye mazoezi mazito, kwa sababu ukifanya mazoezi mazito utafanya tatizo liwe endelevu na tatizo litachelewa kupona. Lakini kitu cha pili, jitahidi sana kubalansi uzito wako. Hapa kuna njia mbalimbali mbali za kupunguza uzito, nimekuwa nikizungumza sana. Kwanza kupunguza vyakula vya wanga robo tatu ya chakula iwe ni mboga za majani pamoja na matunda, lakini ile robo inayobaki jitahidi uweke wanga kidogo. Kwa maana yake unafanya vice versa. Lakini vile vile, njia nyingine ya kupunguza uzito unaweza ukawa unatumia maji ya limao asubuhi pamoja na jioni. Jioni kabla ya kulala, unapata glasi moja ya maji ya moto yenye mchanganyiko wa limao, itakusaidia taratibu kuwa unapunguza uzito. Kwa hiyo ukipunguza uzito itakuweka katika hali ya usalama kwa sababu utapunguza shinikizo katika maeneo ambayo tayari yameshaathirika. Vyakula hivi ambavyo tunaita fast food, kwa maana kwamba vyakula vile vya haraka haraka, chipsi Sausage na vyakula vingine ambavyo vina kemikali, uweze kuzipunguza kwa kiwango kikubwa, ikiwezekana acha kabisa. Pendelea vyakula vya kuchemsha na sio vya kukaanga. Endapo ukifuata utaratibu huo, utaanza kupunguza tatizo hili na utapunguza madhara ya tatizo hili. Lakini unapokuwa na tatizo hili limekusumbua na ni tatizo la muda mrefu, jitahidi sana uweze kuchukua hatua ufike katika vituo vya afya kwa ajili ya vipimo zaidi pamoja na kupata matibabu. Ikikupendeza tufikie Lupimo Sanitalium kliniki, kwa sababu tunazo dawa nzuri kwanza za kuongeza uteute -ute katika maungio ya mwili ili kusudi ule uteute uende -ute ukakusaidie kulainisha kati ya mfupa mmoja na mfupa mwingine. Lakini vile vile zipo dawa kwa wale watu wenye matatizo ya ganzi kuta, maumivu yamepelekea mpaka ganzi, zipo dawa ambazo zinaenda kukusaidia na utapona ndani ya muda mfupi. Lupimo Sanitalium kliniki tunapatikana mikoa mbalimbali mbali, mtazamaji, lakini katika mkoa huu wa Dar es Salaam tunapatikana Ubungo Riverside barabara ya kuelekea jeshini. Zipo dawa nzuri, kuna Nambu Pimox, kuna Gokatoniki pamoja na dawa nyingine JC Old, zote hizi ni mahususi kwa ajili ya kutibu changamoto hizi za maumivu ya mifupa, maumivu ya viungo. Kwa hiyo unachotakiwa wewe, chukua namba yetu ya simu, tupigie, tuweze kukuelekeza utafika ofisini kwetu bila shida yoyote. Kabla sija kuaga mtazamaji, naomba nikueleze madhara mafupi ya huu ugonjwa. Ugonjwa huu unaweza ukapelekea ukapata ulemavu wa kudumu kwa sababu kadili tatizo linavyozidi kwenda, tatizo huwa linazidi kuwa kubwa. Mifupa inapoanza kusagana, eh, kadili mdo inavyozidi kwenda, inazidi kusagana. Mwanzoni ulikuwa unatembea kwa kuchechemea, baadaye utashindwa kutembea kabisa, utahitaji kutumia magongo tayari wewe unaweza ukawa mlemavu wa kudumu na ukashindwa kufanya shughuli zako. Lakini madhara mengine, unakuwa kwenye hatari ya kupata tatizo la stroke au kupooza baadhi ya viungo vya mwili, kwa sababu shida hii huwa inaenda inaleta athari mpaka kwenye mishipa ya fahamu ambayo inachukua taarifa kutoka katika maeneo ya miguu na kupeleka kwenye ubongo. Sasa hizi ni moja kati ya athari ambazo zinaweza kutokana na matatizo haya ya maumivu katika eh, viungo. Unachotakiwa wewe chukua hatua, chukua namba yetu ya simu hapo, tupigie, tutawasiliana, tutakuelekeza Lupimo Sanitalium clinic tulipo, nasi tutakupatia matibabu. Asante sana kwa kututazama ndugu mtazamaji. Niliyekuwa nazungumza naitwa Tabibu Emmanuel Madira.